Ah, karibuni sana KingoFarm. Kwenye hii video ya leo ninataka niwaelekeze namna ambavyo unaweza ukapokea vifaranga na hii ni hatua muhimu sana kwenye ufugaji wa kuku wapo wafugaji wengi ambao wanaogopa kulea vifaranga kwa sababu ah, wanaona kama vile vifaranga wana hatua nyingi ambazo zinakuwa zina ni ngumu kwao, ndio maana wanapenda kununua kuku wakubwa, lakini nipende tu kukuambia kwamba uh, vifaranga hawana ugumu wowote, kama tu utafuata hatua stahiki za kuwalea. Nisikilize vizuri kwenye hii video mpaka mwisho, utapata uelewa wa namna ambavyo sisi watu tunapokea vifaranga uh, na haya maandalizi yanafanya kwa, hivi kwa kuku wote, wawe kuku wa kienyeji, kuku wa kisasa au broiler. Kuku wa mayai kuku chotala wote tunafata hatua ni hizo hizo. Aa, kwanza kabisa niseme kwamba, kabla hujaingiza vifaranga, tambua kwamba kuna maandalizi ya, kama kuna sehemu tatu hivi kuna kabla hujaingiza vifaranga bandani e, siku ya kuingiza vifaranga bandani na baada ya hapo kwa hiyo tuazie na kabla hujaagiza vifaranga kabla hujaagiza vifaranga Uh, mapema kabisa, wiki moja kabla, inatakiwa usafishe banda lako vizuri. Kama walikuwemo wanakaa wana, wana kuku humo, ulisafishe eh, kwa kutumia dawa. Kama huna dawa za dukani, unaweza ukatumia jivu, unaweza ukatumia uh, chumvi. Hivi vyote tumesha vielekeza hapa Kingo Farm. Ukisafisha banda lako unaliacha likae kama siku mbili tatu kisha unakuja kutengeneza bulda. Bulda ni eneo dogo la kulelea vifaranga e. Kwa hiyo idadi, yaani kwamba, kwa mfano sisi hapa unaweza kuona kaka eneo kadogo kabisa e, tulitengeneza hii bulda kwa ajili ya e, vifaranga mia nne na hii bulda, vifaranga wanakuwa kwa spidi sana. Ikifikia wiki moja, umu tutaiongeza ukubwa, tutaisogeza nyuma. Kwa hivyo ndivyo ambavyo inatakiwa ufanye maandalizi ya bulda na chini ya bulda unaweza ukaweka matandazo. Kama sisi hapa tumeweka matandazo hivi unaona, lakini pia aa, unaweza ukaweka magazeti, wapo ambao wanaweka magazeti. Kwa hiyo hiyo ndio ni hatua ya mwanzo kabisa, na hatua nyingine ya mwanzo unahitaji uwe na chakula starter ya, kwa ajili ya vifaranga siku wanayofika, sio vifaranga wameingia bandani, huna chakula ndo unatafuta chakula. Mfano hapa unaweza ukaona huu ni moja ya mfuko wa wa starter wa dukani kabisa wa chakula tumewaandaa hapa aa, lakini pia inatakiwa uwe na dawa zifuatazo. Kwanza uwe na gluko-chik. Gluko-chik, hiyo ni glukos. Kwa saizi hapa haipo kwa sababu tumekwisha kuitumia lakini ukienda kwenye maduka ambayo yanauza madawa ya, ya, kuku ya nini ukiwaambia gluko chiki, wanakupa hiyo ni glucose. Kazi kubwa ya glucose ni kwa ajili ya kuwafanya vifaranga wapate nguvu, maanake wametembea umbali mrefu. Kwa mfano wa vifaranga wametoka Dar es Salaam, wameanza kusafiri tokea jana, watakuwa wamechoka na safari kwao, lazima wape glucose ili waweze kuchangamka vizuri. Kwa hiyo lazima uwe na glucose. Kama unakosa kabisa glucose, unaweza ukatumia molasses, unaweza ukatumia molasses. Na kwa hiyo sisi mara nyingi waga tunatumia molasses. Sasa hivi molasses hatuna, tumetumia e, hiyo glukociki. Kitu kingine lazima uwe na antibiotic, antibiotic au watu wengi wanahitaga dawa ya kukata vitovu. Eh, hii hapa mwona, sisi hapa leo tunayo. Hii ni oxchick, hii hapa. Hii ni antibiotic na inafanya kazi ya kukata vitovu, kwa hiyo ni muhimu sana ukawa nayo. Na labda tu niwarekebishe sehemu ndogo ni kwamba wengi waga wanahisi hii ni oksiciki inatakiwa umpe kuku wako kwa muda wa siku saba, lakini ya, hii ni oksichiki wanapewa kuku hadi mwezi mmoja. Yani hii hapa, kama kuna magonjwa, kwa mfano eh, kuku wamekula kinyesi chao wamefanyeje, au labda eh, magonjwa fulani yanawanyemelea, hii hapa itakuwa inapambana nayo. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwapatia hii ni oxtick. Kwa hiyo ni kitu ambacho kabla hujaagiza vifaranga inatakiwa uwe nacho. Kitu kingine ambacho inatakiwa uwe nacho ni vitamin, lazima we umenunua e, vitamin. Sisi hapa huwa tunatumia hii broiler booster, kwa sababu hawa kuku ambao naona hapa hawa ni, ni, ni broiler. Lakini a, zipo ambazo vitamini nzuri kwa ajili ya layers, zipo vitamini ambazo ni nzuri kwa ajili ya chotala a, zuri kwa ajili ya kuku chotara na nyingine kwa ajili ya kuku wa kienyeji. Kwa hiyo kama utajiunga na kundi letu kwa shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili utajua, e, vitamini gani inamfaa kuku gani, sio e, kila vitamini anatakiwa apewe e, kuku wa aina yoyote ile. Kwa hiyo vipengele vidogo kama hivyo ndio vinatofautiana. Kwa hiyo baada ya kuwa umefanya maandalizi yote hayo una bulda safi chakula tayari unacho, glukosi unayo. Uh, tuje kwenye siku ambayo unapokea vifaranga sasa. Kabla ya masaa matatu ya kupokea vifaranga, unapaswa kwenye chumba chako cha e, bulda uweke joto. Vyazo vya joto vipo tofauti tofauti. Wapo watu ambao uh, wanatumia majiko ya mkaa kama hivi, sisi hapa tunatumia jiko la mkaa wapo ambao waga wanaweka balbu e, wapo wengine wanatumia gesi bulda, wanatumia gesi kwa chumba chako. Masaa matatu kabla inatakiwa uwe umeviweka hivyo vitu, ili ipatikane joto, na kwenye maji yako uwe tayari umechanganya maji yenye glukosi, umeweka kwenye chumba chako cha bulda. Wapo wafugaji ambao waga wanayachemsha maji yakiwa ya vuguvugu ndio wana wanawawekea kuku aa, hiyo si shauli nacho. Shauli mimi ni kwamba kwenye bulda yako weka maji kabla vifaranga wajaingia, yani masaa mawili au matatu kabla hawajaingia, ili joto la bulda yako liendane vizuri kabisa na liendane vizuri kabisa na joto la vifaranga. Hiyo itakusaidia sana. Na kwa nini nasema masaa matatu kabla uweke jiko la mkaa kwa sababu ya kuwafanya vifaranga wasilundikane kwa ajili ya baridi kipindi ambacho wameingia bandani. Sasa zoezi linalofuata hapo ni kuingiza vifaranga bandani, utafungua maboksi yako vizuri, kisha inatakiwa uangalie hali ya vifaranga wako. Unaweza ukapata vifaranga wamechoka sana, au unaweza ukapata vifaranga uh, wana hali ya kawaida, au unaweza ukapata vifaranga ambao wana vifo vingi humu kwenye maboksi. E, huwa inatokea kwenye hizi boksi, wanakuja vifaranga humu ndani wamesha kufa. Kwa hiyo ukiona vifaranga labda boksi moja kumi wamekufa kati ya vifaranga mia moja, ujue kwamba uh, hao vifaranga ulioletewa uh, ni hawapo katika hali nzuri. Na kesi nyingine ambayo huaga inatokea sana sana hapo unakuta vifaranga wamekuja ni dhaifu, yaani wengine manyoya yamelala kabisa kama vile ametoka kwenye yai. Kwa hiyo muhimu sana, tunazo sisi tiba za asili ambazo utatumia kwa kuku wa aina hiyo. Ukipata changamoto hiyo, tunacho kitabu cha e, miongozo ya vitabu, lakini pia tunacho kitabu cha tiba za asili kitakusaidia sana kuweza kutatua changamoto kama hizo. Kuku wamekuja wameku, yani wame totolewa wale, wanakuwaga wanachelewa, yaani wao wakiweka kwenye incubator mayai mm, labda siku baada, wengine wametotolewa, kuna mayai waga yanabakia. Kwa hiyo kama wafanya biashara waga wanalazimisha yale mayai kuyatotolesha, ndio wakiletewa wewe, unakuta kwamba vifaranga wale hawana hali nzuri, ni kama vile wametoka kwenye kwenye yai, na wengi huwaga wanakufa. Kama usipochukua tahadhari vizuri, wengi huwa wanakufa, wanakuja kukufia wewe mfugaji. Aa, sasa masaa mawili kabla, utawapa vifaranga wanywe maji yale ambayo uliweka bila chakula, kama hivi unavyoona sisi tumeweka e, maji, hamna chakula. Aa, baada ya hapo, baada ya masaa mawili, utawawekea chakula. Ukiwawekea chakula Uh, mbeleni utaendelea, kuna utaratibu maalum pia. Ukitoka hapo kishawapa chakula, kuna utaratibu maalum. Video yangu inaishia hapa. Ukitaka kujua zaidi, jiunge na grupu letu la KingoFarm, kwa sababu leo ndio tumewaleta hawa vifaranga na tunaendelea kufundisha hii elimu kupitia hawa vifaranga na eneo linalofuata hapa ndio ni eneo muhimu sana, kwa sababu hili eneo ndio lina chanjo za asili, lina chanjo za dukani, chanjo muhimu za kuwapa kuku na vitu vingine vingi ambavyo hivi tunaelekeza kwa wale ambao wamejiunga na kundi letu la ufugaji. Kwa hiyo, ulipia shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili, utapata hii elimu yote kwa ujumla.